Tuwapongeze kwa hatua hii na jengo tulivyoliona, kwa kweli linavutia. Nadhani litakuwa ni jengo la aina yake e, lilivyodesainiwa kwa mandhari ya eneo lenyewe na runway ambayo tumeitembelea, na kama alivyotueleza kwamba ni ya viwango vya kimataifa na tayari ndege ya majaribio imeshatua. Naamini kabisa muda si mrefu tutaanza kupata huduma tukitokea kwenye uwanja huu wa kimataifa wa Msalato. E, sisi kwa dhamana na majukumu yetu kama Benki Kuu nasimamia zaidi eneo la sera ya fedha katika kuhakikisha uchumi wetu unaenda vizuri naamini, kwa tuliyoyaona takapokaa, wa jumbe wa strategies waangalie namna gani wanavyoweza kuendelea kupangilia vizuri sera ya fedha na kuitekeleza lakini kwa sababu pia kiuchumi sera ya fedha inashirikiana na sera nyingine e, tutapata fursa ya kuendelea kushauri kwenye haya uliyotueleza, ili hatimaye tupate fursa ya kuifanya Dodoma na uwanja wetu huu utumike, sababu kuwepo kwa infrastructure hizi ni kitu cha kwanza, lakini matumizi kwa namna ilivyodisainiwa ni kitu cha pili, na bado matumizi kwa maana ya kuwafikia walaji na kuleta matokeo chanya katika kukuza uchumi ni kitu kingine cha tatu. Kwa yote haya lazima tuyaangalie tunapofikiria maendeleo ya nchi yetu. Tuna wajibu wa kuangalia namna gani kila facility iliyowekwa iwe na mchango chanya kwenye ukuaji wa, ch wa, wa uchumi lakini kuna ule mlishano tunasema ni uh, forward na backward linkages. Lazima kuwepo kwa infrastructure kama hii iwe na mapokeo ya vitu vingine kwa maana ya uh, uh, backward linkages na itoe mchango kupeleka kwenye vitu vingine vitakavyochochea uchumi kwa maana ya zile forward linkages. Kwa hiyo sisi, kuja kwetu hapa ilikuwa ni kufika kujionea, ili tutakapokaa kama bodi sasa ya Benki Kuu tushirikishe, labda taasisi nyingine, tuangalie endapo kuna masuala ya kupanga basi, tushauriane namna gani ya kusonga mbele, na kama kuna mambo ambayo tunadhani yanaweza yakaleta hamasa au ushauri kwenye taasisi husika, tutawasiliana na vyombo vinavyotakiwa wakati wa utekelezaji.